Ni Giant TZ once again bwana, siku nyingine tena hii entertainment tips ni maeneo yale yale ya Mumu University, au sio, e bwana? Ungeniwa Giant TZ na entertainment tips, e bwana. Leo nipo na mwanangu, huyu mfuataji fulani wa ngoma za Kikongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anapija kwa sana na anafuatilia sana na muziki anaojua sana. Niko na mwanangu atatueleza bwana wasanii wake na tueleza kwa nini wasanii wa Bongo na wa Kongo wanatofautiana katika uimbaji. Je, sio mwanangu? Mwanangu mwenyewe huyo hapa. Mwanangu vipi? Ah.

Wa Kongo wanatofautiana sana kwenye uimbaji wa live li, wasanii wa Kongo wanajua sana kuimba live, na wasanii wa Tanzania kama wako nyuma kwenye upande wa live, nadhani shida ni nini? Aha. Shida, kwanza, uangalie kwanza mziki wa Kongo, jinsi ulivyo mziki wa Kongo mara nyingi yani unakuta ile mara nyingi inakuwa ni bendi, yani kwamba ukisikia Fally Ipupa ana bendi yake ambayo anafanya production yake. Ukisikia labda Koffi Olomide ana bendi yake, ukisikia Ferre Gola, Ferre Gola ana bendi yake. Kwa hiyo huku Bongo ni, ni mtu ambaye anatoka hapa, anaenda studio, ana rekodi nyimbo, anaondoka, ajui kupiga gitaa, ajui kufanya kitu chochote. Lakini msanii wa Kongo, yani yule msanii mwenyewe ni producer. Unavyosikia msanii kama alivyokuwa Koffi Olomide, yeah, yeah, yule tayari ni producer. Kwa hiyo anajua kuimba, anajua kuitikia, anajua kupiga gitaa, anajua kila kitu. Kwa hiyo ukimleta kwenye live band huko ndo anaua kabisa. Okay, sawa. Mimi, ukiniambia nitajie msanii wako pendwa sana wa Kongo na nyimbo yake hata moja ya au mbili, unaweza ukanitajia nani? Ah, sasa hapo unakuwa umenifunga, kwa sababu unavyozungumzia mziki wa Kongo, yes, ni mziki ambao tunasema kwamba ni kisima cha burudani. Yaani mziki ambao tunaimba sisi huu hapa ni kitu kidogo sana. Yaani

yani ni mziki ambao umetimia una kila kitu, mziki ambao sisi tunafanya hapa. Amekuja hapa Bongo, ameonekana ni msanii mmoja mkubwa sana. Bella alikuwa ni amekuja, yes. Yani kuwa msanii <laughs> alikuwa yeah. Alikuwa alikuwa msanii mkubwa. Kwa hiyo uone itoshe kusema kwamba Kongo wanatuzidi sana kwenye swala la mziki yani.

na mziki wote hapa Tanzania yeah. Ili waweze kwamba, wajue kwamba wana tuna feli wapi, tunahangaika sehemu gani na ambayo kwamba tunaweza tukafanya nini ili tuweze kuwafikia wale Wakongo hata kwa asilimia kadhaa. Kwanza, issue ya kwanza ni kuwekeza kwenye production mm. Unajua kwamba shida iliyokuwepo ni production yetu sisi ndogo. Umeshaelewa? yeah. Yani mtu anawaza kwamba ni, ni niende leo kwa sababu nina upepo, nyimbo tayari watu wanaitaka nitoe ili iende. yeah. Ukiziangalia zile nyimbo akienda kuimba live, yani unasema kwa sababu gani nyimbo zile inakuwa ngumu kuimba live? Kwa sababu hazijatimia umesha kuelewa ili wimbe live, kutakuwa na gitaa bezi gitara kawaida na vitu vyote. Umeona zile nyimbo zetu hazina ina, mabiti tu yanapigwa ovyo ovyo mtu anaimba, ukienda kumpeleka live, yani vitu havijatimia, umeshaelewa. Unataka umpigie vitu vyote, wakati nyimbo yake yeye hivyo vitu havijakuepo, kwa hiyo haiwezekani. Okay, sasa nasema kwamba nasema Moneti kwamba tuwekeze sana kwenye mziki wetu, ndio tutafikia wazetu wako au kwenye issue ya production, na hiyo ni yetu Moneti kwa